Kabisa, naomba kuchukua nafasi hii kuendelea kushukuru uh, toka tumeanza marathoni yetu tumekuwa tuna wadau ambao wanatuunga mkono, na wadau wanakuja kwenye maeneo mbalimbali kama alivyosema mwenyekiti. Leo tunayo furaha kubwa kumtangaza GSM Group of Companies ambaye yeye anakuja kama partner wetu mkubwa kabisa, na ana maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza atatusupport moja kwa moja kwenye cause ambayo atakuja kuelezea jinsi wanavyoingia lakini eneo la pili wanakuja kama partner wetu kwenye eneo la vinywaji kwa kutumia maji yao ya GSM Water. Mkurugenzi ataeleza vizuri kwa undani watatufikia vipi, lakini pia kwenye sehemu ya beverage vinywaji vingine. Kwa kipekee ichukue <coughs> nafasi hii kuendelea kuwaomba wadau wengine kuungana na sisi katika kufanikisha afya ya mama na mtoto, na inaweza kuwa in-kind, inaweza kawa kwa mchango wa vifaa au vinywaji kama wenzetu walivyofanya wa GSM nitumie nafasi hii kwa niaba ya benki ya NBC kukaribisha umma, wakati registration zinaendelea, lakini wale wote ambao wanataka kutuunga mkono kwa njia yoyote ile, karibuni sana, muwasiliane na sisi tuweze kufanikisha lengo letu kwe. Kwa hiyo kwa haya machache, naomba nitupeleke sasa kwa wenzetu wa mm, GSM watueleze u, mchango wao na baadaye watatuelezea wanavyokusaidiana na sisi kwenye lengo la marathon. Karibu sana sanajan Habari. Mimi naitwa Rajab Kondo, ni mkuu wa kitengo cha biashara na masoko kutoka GSM Group of Companies. Ndugu waandishi wa habari, wawakilishi wa NBC Bank, wawakilishi wa GSM Group, wageni waalikwa na wadau wote wa maendeleo, asanteni kwa kujumuika nasi leo hapa. Kwa niaba ya uongozi wa GSM Group na taasisi yetu ya kijamii ya GSM Foundation, napenda kuchukua fursa hii kwanza kuwashukuru benki ya NBC kwa kutushirikisha katika tukio hili kubwa la kipekee na lenye kugusa maisha ya watu. Sisi kama GSM Group tunajivunia kuwa mmoja ya wadhamini wakuu katika marathon hii ya NBC Dodoma Marathon mwaka huu mbio ambazo hazileng, hazilengi tu afya na miili ya wakimbiaji bali pia afya ya jamii yetu kwa ujumla. Ushirikiano wa GSM Group na NBC Bank ni zaidi ya udhamini. Ni wito wa dhati wa kuchangia ustawi wa Watanzania kwa ujumla. Katika msimu huu, sisi GSM Group of Companies kupitia kampuni yetu tanzu ya GSM beverages tumepewa jukumu la kuhakikisha washiriki wote wa mbio ambao ni takriban watu elfu kumi na mbili wanapata maji safi na vinywaji baridi pendwa, pamoja na maji yetu ya GSM, ikiwemo maji yetu ya GSM Pure drinking water. Kutakuwa na vinywaji vingine viitavyo G-Boost Classic, G-Boost Apple, pamoja na kinywaji chetu kipya ambacho tume tumezindua hivi karibuni kinaitwa Lemon Pop. Hii ni sehemu ya dhamira yetu ya kuhakikisha kwamba washiriki wanapata mazingira bora, salama yenye ufanisi kwa ajili ya kufanikisha mbio hizi huku wakiwa wanaburudika na vinywaji vyetu vizuri. Kwa kusema hayo machache, napenda kumkaribisha mkurugenzi wetu wa GSM Foundation kuelezea how uh, GSM Foundation iko aligned na na dhumuni la la mbio hizi. Asanteni. Muamko kwa mwaka huu uko vizuri sana na tunaendelea kushukuru Watanzania kwa kutuunga mkono kwa sababu nadhani uh, mwanzoni, na zani, uh, mwanzoni wa mwezi wa nne tulifungua usajili wa awali early bird, kwa discount uh, rate ya elfu arobaini kwa individual na tulikuwa tumeweka tiketi chache tu Uh, tiketi tuko tumeweka malengo kwa ajili ya Elibet registration na ziliisha ndani ya muda mfupi sana uh, kwa hiyo tunaendelea kusisitiza uh, wananchi ambao wanata, wanapenda kushiriki msimu huu wa sita NBC Dodoma Marathon wajiandikishe kwa mapema, wasisubiri last minute kwa sababu sasa hivi tumeshafungua usajili sasa wa, wa, wa, wa watu wote ambao kama nilivyosema awali individual ni elfu arobaini na tano na kikundi kinachozidi watu 30 ni elfu arobaini na mbili na usajili ni rahisi tu, unaenda www.event.nbc.co.tz tz. Sasa usisubiri mwishoni, kwa sababu mwaka jana nakumbuka tulipata changamoto kubwa sana, maana tuli sell out two weeks before marathon, na tukisha sell out tunakuwa hatuna uwezo wa ku accommodate mkimbiaji um, um, mwingine. Kwa sababu mwaka huu lengo letu ni kufika participant elfu kumi na mbili na tunaendelea tu kusisitiza watu wajiandikishe Uh, mapema ili wasikose tiketi lakini pia waweze kushiriki uh, nia na lengo la mbio hii NBC Dodoma Marathon lakini pamoja na bata nyingi na entertainment ambazo zitakuwa pale Dodoma. Kwa pa upande wa elite runners uh, tutakuja hapa uh, pia tuje tutangaze prizes kwa sababu nadhani elite run runners wenyewe wanakuja kukimbia mahususi kwa ajili ya zawadi, kwa sababu wenyewe kukimbia ni kazi, ni shughuli yao ya kila siku. Kwa hiyo tumejiandaa tum, vizuri kabisa, tuna zawadi nono mwaka huu. Tutarudi tena tutangaze prizes za mwaka huu kwenye 42 21 na kilomita kumi ambazo tunaamini ni zitawavutia elite runners wengi kwa ajili ya kushiriki wa nchini, lakini pia international elite runners. Yeah, asante sana.